Ya, majina naitwa Martin Francis Mbwana Massawe ni mwenyeji wa Moshi Vijijini, mkoa wa Kilimanjaro. Leo majira ya asubuhi, nimefika hapa kuchukua fomu ya kuomba ya kugombea nafasi ya ubunge, na nimepokelewa vizuri na viongozi waliokuta wa wilaya nimejaza fomu yangu, namshukuru Mungu nimeweza kurudisha salama. Sasa kilichobaki nasubiri utaratibu wa kichama uendelee. Napenda nikishukuru chama changu cha Mapinduzi na kwa utaratibu mzuri ulioweka na kwa uwazi mkubwa uliofanya, na nimeridhika kwa yote ambayo nimekutana nayo hapa, na sasa tunasubiri sasa mchakato unaendelea wa chama. Kidumu chama cha Mapinduzi.